Eh, habari ya leo. Asubuhi ya leo ningependa kushare na wewe neno kutoka katika kitabu kile cha Waebrania sura ya pili na mstari wa tatu. Biblia inasema, sisi je, tutapateje kupona tusipojali wokovu mkuu namna hii ambao kwanza ulinenwa na Bwana kisha ukathibitisha ukathibitika kwetu na wale waliosikia. E, ningependa kushea na wewe tu, uh, habari ya wokovu mkuu. Tunapozungumza kwa habari ya wokovu mkuu, tunazungumza kwa habari ya wokovu aliyouleta Yesu, kwa sababu lengo la Yesu kuja hapa duniani ilikuwa ni kwa ajili ya kutuletea sisi wokovu mkuu. Na kwa nini tunasema uh, wokovu mkuu? Tunazungumza kwa habari ya wokovu mkuu kwa sababu ni wokovu ambao hauna hauna hauna riveso. Ni wokovu ambao hauwezi kurudi nyuma. Ni wokovu ambao umejitosheleza, hauna hauhitaji kisaidizi chochote. Biblia nasema kwamba tutapateje kupona ikiwa kama hatutajali wokovu mkuu namna hii. Wokovu alioleta Bwana Yesu pale msalabani, baada ya kufa kwake. Alipokufa pale msalabani na kufufuka, alituletea wokovu ambao akauita ukaitwa wokovu mkuu. Mitume wameshuhudia na wanasema kwamba wokovu huu unaitwa wokovu mkuu. Tutapateje kupona tusipojali wokovu mkuu namna hii? Kwa nini mkuu? Kwa nini haukuitwa uh, wokovu tu ukaishia hapo bila kuongeza neno mkuu. Wokovu unaitwa mkuu ni kwa sababu ni mkuu kuliko kitu chochote kile ambacho kingeweza kuwa ni kikwazo kwa mwanadamu. Wokovu ni mkuu ni kwa sababu ni wokovu ambao unapatikana kwa neema tu. Hakuna mtu ambaye anaweza kaupata wokovu pasipo kuwa, pasipo asipopewa neema na Mwenyezi Mungu. Wokovu unapatikana kwa neema. Alipokufa pale msalabani, anapozungumza kwamba tu, anapo anapozungumza kwamba tutapateje kupona tusipojali wokovu mkuu namna hii, anamaanisha kwamba wokovu huu ambao anaupata watu ni wokovu ambao hautegemeani na kitu chochote kile alipokufa pale msalabani, Bibilia inazungumza kwa habari ya damu yake ya thamani, damu iliyomwagika, damu ya thamani, damu ambayo ilitukomboa. Na kwa nini damu ya thamani? huku anasema wokovu mkuu, lakini kuna mahali pengine anasema damu ya thamani ya Yesu iliyomwagika pale Kalvari. Kwa nini damu ya thamani? maanake ni kwamba kulikuwa kuna damu zingine ambazo hazikuwa za thamani huko nyuma wokovu tulioupata tumeupata kwa sababu umetokana na damu iliyokuwa inaitwa damu ya thamani, kwa maana ya kwamba kulikuwa kuna damu zingine nyingi ziliweza kumwagika huko nyuma kabla ya Yesu kuja. Wote tunajua kabisa ya kwamba agano la kale wenzetu walitumia damu pia. Kwa hiyo kulikuwepo damu ambazo zilitumika kwa ajili ya kuwasaidia wale watu na kuwafunika na dhambi, lakini damu ile ambayo ilitumika kipindi kile isingeliweza, isingeliweza kuleta kitu kinaitwa wokovu mkuu. Kwa nini? Kwa sababu ni damu ambayo zilitumika zilitumika kutoka kwa wanyama wa namna mbalimbali, hazikutokana na damu ya mwana kondoo wa Mungu. <coughs> damu ya mwana kondoo wa Mungu ilipomwagika damu hiyo ilikuwa ni, ilikuwa ni juu ya damu zote ilikuwa inazidi damu zote ambazo ziliweza kumwagika kipindi kilichopita. Ziliweza kumwagika damu za mbuzi, hayumkini, ziliweza kumwagika damu za ng'ombe miaka iliyo ili, ili, ili, ili, e, huko nyuma kabla ya Agano Jipya. Lakini ada agano letu limeitwa Agano Jipya kwa sababu hili limejengwa kutokana na damu ya thamani ambayo imemwagika pale Kalivari damu ya mwana wa Mungu Yesu. Damu ile ya nyuma iliweza kuwatakasa watu, kuwafunika watu, kufunika makosa yao kwa muda wa mwaka mmoja ilikuwa. Leo wakisongesha wakisongesha wanyama wale katika madhabahu zile walizokuwa nazo, iliweza kuwasaidia kwa muda wa mwaka mmoja tu. Manake ni kwamba kama waliweza aliweza kupeleka wanyama wale madhabahuni mwezi Januari, mwezi wa kumi na mbili, manake ni kwamba damu ile ilikuwa imesha expire, ilikuwa inaweza ku expire. Lakini ashukuriwe Yesu kwamba damu yake iliyomweka pale msalabani iliitwa damu ya thamani, kwa sababu ilikuwa haiwezi ku expire kwa muda wa miezi kumi na mbili tu wale watu waliweza kufunikwa makosa yao kwa muda wa miezi kumi na mbili, lakini damu ya thamani, kwa sababu damu ile ilikuwa sio ya thamani, damu ya wanyama. Ndiyo maana iliweza ilikuwa na limiti ya kufunika yale makosa yao ya kufunika dhambi zao katika kipindi kile, lakini damu ya Yesu ambayo imemwagika pale Kalvari isingeliweza tena kuwatakasa watu kwa muda wa miezi kumi na mbili kama ingeliweza kuwatakasa watu kwa muda wa miezi kumi na mbili isingeliitwa isingeliitwa ni damu ya thamani, na wala wokovu usingeitwa ni wokovu mkuu. Lakini damu ile imeitwa ya thamani kwa sababu imeweza kuwatakasa watu milele, watu ambao wanamwamini Yesu sasa, au watu ambao wamemwamini Yesu, hao wametakasika milele watu ambao wamemwamini Yesu sasa. Maana ni kwamba wameiamini damu ya thamani ya mwana wa Mungu, damu ya thamani ya Yesu ambayo yenyewe inakuwa extend, ina extend muda kutoka kwenye miezi kumi na mbili ambayo damu ya wanyama iliweza kufanya kazi. Wanaomwamini Yesu sasa wanatakasika milele, Haitakuwa miezi kumi na mbili tu tena, bali hawa ambao wamemwamini Kristo hao wataitwa watakatifu milele, wanaitwa ni wana wa Mungu milele pamoja. Hata kama itafika mahali watakosea, lakini haiwaondolei kuitwa wana wa Mungu. Kwa nini? Kwa sababu wametakasika kwa damu ya thamani ya Yesu Kristo. Kwa hivyo mimi na wewe uliyeamini umetakasika milele, na sio hicho tu, tulikirimiwa sisi wokovu mkuu sana, wokovu wa thamani. Baada ya ukirimiwa wokovu wa thamani, wokovu wa thamani usingeliweza kufanyika tu kwa muda mfupi. Hapana, damu ya Yesu ni ya thamani, hivyo inaendana pia na wokovu mkuu kuna wokovu lakini kuna wokovu mkuu. Wokovu tulioupata sisi ni wokovu mkuu, kwa sababu ilitokana na damu kuu au damu ya thamani ya Yesu Kristo, ambayo isingeliweza kuwatakasa watu kwa muda wa miezi kumi na mbili peke yake, bali na watakasa watu milele. Tumetakasika milele, na hii ndio habari njema. Hii ndio watu wanatakiwa kuifahamu, wanatakiwa kufahamu, kufahamu kwamba hawa watu walipotakaswa wametakaswa milele wametakasika milele. Mungu awabariki sana. Naitwa Sishe Simbeye, napatikana kanisa la New Testament, Testament Ministries uh, liko pale maeneo ya Boko na napatikana kwa namba eh, 075459966 Saba. Kwa maongezi zaidi juu ya habari hizi wasiliana nami, karibu sana na ubarikiwe.